Hello, my beautiful peoples, 254 UG Uganda Wize na story ambayo niko nayo ni kuhusiana na mtangazaji wa ICU Maimartha Jesse ambaye ameweka wazi kwamba eh, yule diva the boss ambaye anaonekana kabisa kwamba ni mtangazaji ambaye anaishi expensive life, basi kuna mtu ashai kumpigia eh, katika siku za hivi karibuni na kumwambia kwamba anamdai diva the boss kilo mia za mchele. Nataka nikuachie kipande kidogo cha video uweze kuona What's going on? <laughs> kuna kuna kuna mwanamke mmoja aliniambia Mai, mimi namdai diva eh, kilo mia za mchele like, eh? Kilo, kilo mia moja za mchele. Diva anapika wapi hizo kilo mia moja za mchele? Kwa hiyo mimi nadhani ni wakati sasa wa kujitunzia heshima zetu. Inawezekana kabisa diva ni mtangazaji mzuri, anafanya mambo mazuri na kiukweli ni mtangazaji mzuri na anafanya mambo mazuri, asijisahau. Anachokifanya anasahau kwamba jamii inamtazama Diva. Sio vizuri kukopa vitu. Yo, lakini pia Diva the Boss ni moja kati ya watangazaji ambao wanaonekana kama wakiwa wanaishi expensive life vile. Yote hii ni mara baada ya siku chache ambazo ziliweza kupita e, kuweka bayana kwamba analipa dola 2500 kwa kila mwezi yaani ambao ni sawasawa na Tanzania shillings milioni 6.5, ambao hiyo ndo kodi ambayo analipia kwenye nyumba ambayo anaishi sasa. Pia katika siku za hivi karibuni, siku ya hapo jana, pia alibua sintofahamu nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuweka bayana kwamba anataka kugombea ubunge wa huko Tanga. Sasa kwa kweli, kama mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, tupe mtazamo wako. mdogo mdogo ndio mwendo chao ndio skendo gomvi ndio pen na zidi kusema kwa matendo subscribe kwa taarifa kadha kadha chao chao.